Dabla, yo yo niko ya na mpwomba. Mpwomba. Baba yangu njo niko na kuomba. Hmm? Oh. Njo nah, vile niko nimepata makuta mengi njo nataka niende nigawane na masera zangu kule. Je, njo nijue je, je, je, je, je watande, watanikubali masela zangu kama vile nina ni makuta mimi. Eh, bakijua njo niko na makuta. Yule ule njo vile atakubali ndio nampea makuta yangu. Ngoja ni kwende kwanza

Nataka msaada msaada msaada, takamsadamsadamsadma mimi mwenyewe mtajia elfu nne afu kuja kuniomba msaada ndo nini sasa hivi? Angalia maende ndio ile yakujua, laite angejua njo niko ningempea pesa, lakini njo yuko na katali ziki, ndio yakujua. Ngoja niende mbele, njo ile inaweza nikampata mwingine kampea zawadi yangu. Habari gani, baba yangu? habari gani? Njio, ni sawa. Ile nataka unisaidie chakula, ndio sijala baba yangu leo, siku ya saba njo vile sijala. Ndio nimetoka Kongo baba. Kutoka Kongo. Ndio vile. Gani? Ndio nimekuja na mguu baba. Mguu. Ndio vile baba. Chakula yenyewe tunapewa na familia hii. Njo na vile nataka unisaidie kamoya baba, kamkikaki kamoja njo hey. Nashukulu baba yangu njo vile na kushukulu ah. Baba yangu na nakushukulu sana eh, njo kunifanyie mzuli eh, baba yangu eh, njo niko na nashukulu sana baba wa njo bapo ukuye nikupeleke baba nawe njo siko naye baba na shukulu, eh na shukulu baba yangu eh, njoo vile baba, njoo vile siko natumia hiyo baba, njoo vile unisaidie baba, njoo vile na shukulu baba yangu, njoo na shukulu ukuye kule kwetu eh, njoo niko na shukulu baba yangu eh. Nashukulu baba njo, niko na shukulu sana, Mungu akubalikie baba njo, iko biashara yako yende mzuri eh? Njo, niko na shukulu sana baba yangu, nashukulu sana eh, nashukulu sana baba njo vile baba, nashukulu sana, na shukulu sana eh? a eh? njo vile watu wako najua, njo nilikuwa nimejua sasa, wale yule mwenye moyo Njoo niko nimesema muda ule niko natafuta mtu wa kumpea zawadi yangu. Njoo sasa nimempata. Njoo ni kwa kwanza nimetoka kule hakuwa na moyo. Huyu njoo niko nimempata ana moyo. Njoo nataka sasa nitoe ile zawadi yangu nimpee. Njoo nimpee kwanza. Eh, mambo vipi? Aisee nimefurahi sana. Unajua kuna kitu nilikuwa nakitengeneza. Niko natafuta wale watu ambao wana moyo wa wa kusaidia na wa kusaidia. na mbara ambao hawana moyo. Nimeona wa kusaidia namba nime awana kusa imeona una moyo wa kusaidia kukwambia labda nikwambie kwa nina rekodi. Ah. Eh, nilikuwa nina rekodi kwanza. Chukua mshikaji wako, nimefurahi nilikuwa nina zawadi yako mshikaji wangu. Najua unajua ni wachache wenye kusaidia. Mimi nimefurahi sana, na nakuombea wewe uwe na moyo wa hivyo hivyo. Nimefurahi sana, nataka nikupe zawadi yangu mshikaji wangu. <laughs> unaiona hii Ewa nae nashukuru sana ndugu yangu, nashukuru sana najua hii itakusaidia. Najua kuna watu ambao wana moyo wa kusaidia wengine, hawana moyo wa kusaidia, ila huyu jamaa nimejifunza vitu vingi kwake, kwa sababu nilikuanzia ya mali nikatalia Akasema hana hana chochote, muhindi tu ameninyima, muhindi wa shilingi labda tuseme mia tano ameninyima ila, ila jamaa hakujali haku, amenipa mshikati wa mia tano na labda tuseme ningeendelea kumbana bana, najua ningepata hata chakula. Jamani, tuwe na moyo wa kusaidia. Najua tunakutana na watu wengi tofauti, tofauti, tofauti kutoka sehemu mbalimbali.